Ni saa 12 Afrika Mashariki sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji. Leo ni Jumaa Oktoba 10, 2025. Nakaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Inkya katika Amka na BBC asubuhi hii. Baraza la mawaziri la Israel laidhinisha makubaliano ya Marekani na Hamas ambayo yatashuhudia kuachiliwa kwa mateka wote wa Israel sambamba na kuondolewa kwa sehemu ya jeshi la Israel huko Gaza. Umoja wa Mataifa umelaani shambulio la mauaji lililofanywa katika mji uliozingirwa wa El Fasha kaskazini mwa Darfur huko Sudan. Na katika gumzo, tunaangazia kwa nini hakuna timu yoyote ya Afrika mashariki iliyofanikiwa kufuzu kucheza kombe la dunia 2026. Tunashindwa kuwekeza kwenye mpira kwa sababu serikali zetu, tofauti na wenzetu, unakuta wanawekeza, serikali inajitoa sana kwenye mpira. Tunaona scouting wanafanya kesi kubwa sana, sisi kila miaka tunashuka, matatizo ni yale yale. Nam, tuna mengi tuliokuendalia, lakini kwanza tusikilize muktasari wa habari za ulimwengu, ukisoma kwako na Halima ya Nyanza. Asante David na habari msikilizaji. Baraza la mawaziri la Israel limeidhinisha makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hiyo na Hamas ambayo yamesimamiwa na Marekani juu ya kuachiliwa kwa mateka wote wa Israeli sambamba na kuondolewa sehemu ya vikosi vya Israel ukanda wa Gaza, ambapo katika makubaliano hayo pia wafungwa wa Kipalestina wataachiwa huru. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameelezea uamuzi huo kama mafanikio makubwa. Kwa upande wake, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmud Abbas amesema na matumaini kuwa makubaliano hayo yatafungua njia ya kupatikana kwa suluhisho la kisiasa na kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina. Huda Skaiki ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha kiislamu mjini Gaza, anaelezea hali ilivyo licha ya taarifa hizo za makubaliano ya kusitishwa mapigano. Mpaka sasa hakuna usitishaji wa mapigano. Muda huu ungekuwa ni wakati wa kusherekea, lakini kwa hapa Gaza bado tupo katika hali ya hatari na watu bado wameyakimbia makazi yao, hivyo bado tunasubiri usitishaji mapigano ufanyike. Kiukweli bado tunasikia sauti za ndege za kivita. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemtaka Rais Paul Kagame wa Rwanda kuwaamuru waasi wa emu 23 kuondoka mashariki mwa nchi yake. Amesema hayo katika mji mkuu wa Ubelgiji, Brussels, wakati akihudhuria mkutano wa masuala ya uwekezaji zaidi na sambatenzi Rais ametumia mkutano aliyohudhuria kuhusu masuala ya uwekezaji mjini Brussels, Ubelgiji kufahamisha kuwa amani katika eneo la maziwa makuu inategemea tu mataifa ya nje yatakapoacha kuingilia ya nchi hiyo na kusitishwa mara moja kwa uvamizi wa kwenye mipaka ya nchi hiyo. Hata hivyo, maafisa wa Rwanda wamemtuhumu rais huyo wa DRC kwa kile walichoeleza kuchochea mzozo uliopo kutokana na kutoa kauli za vitisho, kuunga mkono vikundi vya waasi na kukiuka makubaliano ya amani. Kupitia mtandao wa X rais Paul Kagame wa Rwanda ameonyesha kupuuzia kauli hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikituhumu Rwanda kuhusika na waasi hao wa M23, madai ambayo Rwanda siku zote inakanusha na jimbo la Karnataka kusini mwa India limeidhinisha mpango wa kutoa likizo yenye malipo ya siku moja kwa mwezi kwa wafanyakazi wa kike serikalini na makampuni binafsi pale wanapoingia katika hedhi. Waziri mkuu wa jimbo hilo ameita hatua hiyo kama ni kupiga hatua yenye utu na ushirikishwaji mahala pa kazi. Karnataka, jimbo ambalo linaongoza kwa masuala ya teknolojia nchini India, linaongoza nchini humo kwa wanawake wengi walioajiriwa. Karnataka pia ambapo mji mkuu wake ni Bangalore Makao makuu ya teknolojia inaongoza kitaifa kuwa na wanawake wengi ambao wameajiriwa. Hii ni BBC muktasari wa habari umesema kwako na habari, kwa Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka Idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio washirika na kwenye tovuti katika BBC Swahili.

Wa Israeli waliokufa na walio hai, sambamba na kuondolewa kwa sehemu ya e jeshi la Israeli kutoka Gaza. Katika hatua hiyo, wafungwa wa Kipalestina pia wataachiliwa kama anavyoharifu hapa na Steha Mohamed. Makubaliano hayo yameafikiwa takriban miaka miwili baada ya kutokea uvamizi uliofanywa na Hamas kwa Israel, hali iliyozua vita kati ya kundi la Hamas na Israel, suala ambalo sasa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameelezea kuwa hatua kubwa na uamuzi wenye maendeleo. Huku upande wake, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmud Abbas amesema ana matumaini kuwa makubaliano hayo yatafungua njia ya kupatikana kwa suluhisho la kisiasa na kuanzisha kwa taifa huru la Palestina. Huyu hapo waziri wa Israel Benjamin Netanyahu akizungumza baada ya bunge kupitisha makubaliano hayo. Tumeshughulika kwa miaka miwili kufika katika hatua hii, na moja ya yale mambo muhimu tuliyodhamiria ni kuwapata mateka walio hai na walioaga, na sasa Tuko karibu kuafikia hilo. Kwa upande wake Hamas imesema kwamba imepata hakikisho kutoka Washington na mataifa ambayo yamehusika na mpango huo wa amani kwamba vita vya Gaza vimekamilika kwa kutia saini makubaliano ya amani ya awamu ya kwanza iliyofanywa na Rais wa Marekani Donald Trump. Khalil al-Hayya anasema kwamba chini ya mpango huo wanatarajia kuona wanawake na watoto wote wa Kipalestina waliofungwa jela na Israel kuachiliwa na misaada kuletwa huku kivuko cha Rafa katika ukanda wa Gaza kikifunguliwa. Mateka wote wa Israeli huko Gaza na jumla ya wafungwa elfu mbili wa Kipalestina pia wanatarajiwa kuachiliwa katika siku zijazo, baada ya jeshi la Israeli kujiondoa katika ukanda wa Gaza. Israeli na Hamas huenda walikubaliana na awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoungwa mkono na na Marekani, lakini tofauti zenye utata kati ya pande hizo mbili bado zimesalia, hasa linapokuja swala la hatma ya silaha za la Palestina. Israel kwa muda mrefu imekuwa ikisisitiza kuwa Hamas isalimishe silaha zake zote iwapo vita vyake vya miaka miwili dhidi ya Gaza vitakamilika pamoja na kutaka kundi hilo liachie utawala wa eneo la Palestina, swala ambalo Hamas linapinga. Ni Nasteha Mohamed. Kwingineko, umoja wa Mataifa umelaani shambulio la mauaji lililofanywa katika mji uliozingirwa wa Alfasha, kaskazini mwa Dafur, huko Sudan. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloratibu misaada ya kibinadamu limesema kwamba mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa RSF yameua raia takriban 20. Zaidi na Halima Nyanza. Mashambulizi hayo yaliyofanyika siku ya Jumanne na Jumatano wiki hii yalilenga hospitali na msikiti uliokuwa ukiwahifadhi watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano katika eneo la Abushuk. Wapiganaji wa RSF wamekuwa wakituhumiwa kuwalenga raia kwa makusudi katika vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe. RSF wamekuwa wakipigana na jeshi la Sudan kwa muda mrefu sasa kuweza kuudhibiti mji wa Elfasha, mji mkubwa wa mwisho ambao bado unadhibitiwa na jeshi katika eneo la Darfur. Mzozo huo nchini Sudan uliibuka mwaka 2023 kutokana na, na kupigania madaraka kati ya makamanda wa ngazi za juu wa jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF, hali ambayo imeacha umwajikaji mkubwa wa damu na wengi kuyakimbia makazi yao, huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Mwanamke huyu ni mmoja wapo, alikimbia makazi yake na kukimbilia ya mjini ili tu kulinda uhai wake na wanawe. Nikimnukuu, hatujui nini cha kufanya, tunahangaika kutafuta chakula na kuomba kupatiwa msaada, japo kwa watoto. Anasema kutokana na mapigano na njaa watoto wao wanakufa huku wakiwaona. Umoja wa Mataifa umetaka hatua ah, zaidi ah, kuchukuliwa kuweza kuokoa raia wasio na hatia. Halima Nyanza. Princess wa Wales Kate ameonya kwamba wingi wa simu janja na vifaa vingine vya kidijitali unasababisha janga ambalo linatatiza maisha ya familia mbalimbali katika insha ya The Power of Human Connection in a Distracted World, anaonya kwamba mitindo ya kijamii inaenda kinyume, na kwamba kuna watu walio ambao wametengwa zaidi waliotengwa, huku familia zikionyesha kutokujali, kama anavyosimulia hapa jamhuri mwa vyombo katika taarifa walioandaa kwa ushirikiano na Profesa Robert Volndiger wa chuo kikuu cha masomo ya udaktari huko Harvard, Biket amenukuliwa kusema, japo vifaa vya kidijitali vilikuja na kauli mbiu kwamba vinaunganisha familia, marafiki na jamii kwa haraka, mara nyingi matokeo yake ni kinyume cha hivyo. Ametoa mfano wa matumizi ya simu janja smartphones, akisema unaweza kukuta familia iko mezani pamoja kwa mankuli, lakini kiakili kila mmoja wao yuko kivyake kutokana na mtindo wa kuzamia katika simu zao hivyo kuwa katika dunia binafsi kifikra kimawazo. Hayo ni baadhi tu ya dondoo zilizomo kwenye taarifa hiyo inayoangazia umuhimu wa kuwa na mfumo wa elimu bora kwa watoto wadogo. Kuthibitisha hayo, Biket amenukuu tafiti mbalimbali zinazoonya kuhusu matumizi ya kupitiliza ya vifaa vya kidijitali na mitandao ya kijamii miongoni mwa watoto vijana na hata watu wazima. Baadhi ya madhara hayo yaliyoorodheshwa ni kusababisha upweke, kujenga mazingira yasiyo na uhalisia ambao huenda ukaleta hatari zingine zaidi. Katika majumuisho ya taarifa hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti ya wakfu the Royal Foundation Center for Early Childhood, Bket ametoa wito watoto wapewe mafunzo yanayowajengea nyenzo za kukuza mawasiliano bora ya, ya kijamii katika mazingira halisi ya tangu utotoni, ambayo yatawasaidia hadi baadaye katika utu uzima wao. Prince William naye mumeweket, katika mazungumzo ya hivi majuzi kwenye kipindi cha Apple TV Plus, alisema hamna mwana wao yeyote wamemruhusu kutumia simu janja smartphones, na mambo ya simu janja hayo. Kutoka kwa jamhuri mwa vyombo yanatupeleka moja kwa moja viwanjani, naye hapa mshambuliaji mahiri kabisa Ahmed Bahaj baha na beka oh, tende bana haya <laughs> kwa mpigo oh. Yes, tuingia viwanjani hivi sasa ambapo Riyad Mahrez aliongoza Algeria kwa taifa la nne kutoka bara la Afrika kujikatia tiketi ya kufuzu katika dimba la kombe la dunia mwaka ujao, baada ya kuititiga Somalia magoli matatu kwa sufuri. Winga huyo wa zamani wa Manchester City alitoa krosi katika kipindi cha kwanza kwa Muhamed Amura kabla mwenyewe kucheka na wavu katika dakika 19. Sasa hao Algeria wanaongoza kundi ja, na kumbuka watakuwa wanarejea katika michuano ya kombe la dunia tangu mwaka 2014. Zaidi ya miaka kumi. Tunisia, Morocco, Misri na Algeria ndio timu nne kutoka Afrika ambavyo mpaka sasa zimefuzu. DR Congo, Afrika Kusini, Cape Verde, Ivory Coast, Algeria na Ghana hao ni wengine ambao wanatafuta, eh, nafasi hiyo katika mechi zitakazokuja wiki ijayo. Sasa hebu tuangalie baadhi ya matokeo ya kombe la dunia mchujo huo katika kundi cha Denmark, walikunguta Belarus magoli sita kwa sifuri. Scotland ama Uskoti wakaibamiza Ugiriki mabao matatu kwa moja. Kundi ja, eh, hiyo Finland ilikaranga Lithuania mabao mawili kwa moja, nayo Uholanzi wakaitandika mitaimbo minne Malta. Katika kundi H Austria nao walinyesha mvua ya mabao kumi.

Leo watachombeza watachombeza dhidi ya Azerbaijan nayo Iceland watakipiga dhidi ya Ukraine alafu Kazakhstan watachuana na Liechtenstein alafu Belgiji nao watamaliza udhia wa North Macedonia ama Macedonia ya Kaskazini katika mechi ya kirafiki timu taifa soka nchini England walibamiza Wales magoli matatu kwa sufuri Rogers akicheka na wavu dakika ya tatu kabla Ole Watkins wa Aston Villa nayo kuvurumiza la pili dakika kumi na moja alafu kijana mdogo Bukayo Saka anamuita Starboy alifunga goli la tatu katika mashindano ya tenisi, Novak Djokovic alisema bwana da hapo jana, yani alijaribu tu asife ili kufuzu katika semifainali ya michuano ya tenisi ya Shanghai. Hii ni baada kumtandika Zizou Bergs kwa ma seti mbili za sita tatu na saba tano. Sasa Djokovic anaitafuta taji lake la tano katika michuano hiyo ya Shanghai, atarejea katika semifainali dhidi ya Valentin Vacherot. Na upande wa kina dada Aryna Sabalenka, kinara huyo, katika yale mashindano ya Wuhan naye alimtandika Elena Rybakina seti mbili za sita tatu kwa sita mbili. Alafu katika mpira wa vikapu, LeBron James bwana atakaa nje kwa wiki nne katika msimu huu mpya wa ligi ya vikapu kule Marekani, baada ya kupata jeraha ama kuumia katika uti wa mgongo, zile pete zake zinamuuma. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 hivi sasa atalazimika kusubiri e, kuingia katika msimu huu ambao utakuwa ni msimu wake wa 23. Sawa sawa hebu tuangalie upande wa tetesi hivi sasa. mm, -hmm. sao, sao. mm -hmm. e, katika upande wa tetesi chap chapu tukimalizia, maanake kuna taarifa nzuri huko kwa kina Liverpool na Everton wanachunguza kwa makini uwezekano wa kumtia mkononi kiungo wa Manchester City Kevin Phillips, na Liverpool wana hamu ya kumsajili huyu kiungo kati wa Crystal Palace Adam Wharton. Manchester United tunaambiwa wanaendelea na mazungumzo na Harry Maguire mwenye umri wa miaka 32, washakutana ana kwa ana. Je, atapewa mkataba mpya? Mimi nasema hivi nikimaliza David wanansema mwenye hmm, zamu ya kununua umeme amerudi na mshumaa toba! Mwenye zamu ya kununua umeme amerudi na mshumaa. Mchezo watakiasira ndo hivyo bwana. <laughs> cheche kwa iri